Sukari nyingi kwenye damu ina madhara makubwa kwenye uzazi wa mwanamke na mwanaume. Kwa uzazi wa mwanamke inasababisha uh, kutopevuka kwa mayai na kushindwa kushika ujauzito lakini hiyo hiyo sukari kwenye damu inaweza ikapelekea kinga hafifu kwenye uzazi na kusababisha maambukizi kama fungus na UTI au PID ya muda mrefu isiyoisha. Kwa upande wa mwanaume sukari kwenye damu inapelekea uzalishaji hafifu wa mbegu za kiume, lakini pia na mbegu kukosa spidi, kwa hiyo inaweza ikapelekea kushindwa kutungisha mimba. Sukari inapokuwa nyingi kwenye damu baadaye inaweza ikapelekea ugonjwa wa kisukari. Katika uh, hatua ya kutafuta ujauzito kwenye familia Lazima mtumie mwongozo wa lishe ambao utaweza kuwasaidia kuondoa sumu na, na kuimarisha sukari kwenye damu ili kuboresha mifumo ya uzazi. Hakikisha mnatumia chai ya tangawizi, karafuu na mdalasini kila siku asubuhi na jioni, itaweza kusaidia. Lakini jambo la pili, kuhakikisha unapata C247 naturaceutical na liver care ili kuweza kuimarisha sukari kwenye damu na kuboresha mfumo wa uzazi kwa mwanaume na mwanamke. Tumia kwa muda wa miezi mitatu. Tunaendelea na challenge yetu ya kutumia C247 na liver na leo ni siku ya 19 asubuhi ya kutumia C247. Sambamba na hiyo, katika kuhitimisha challenge yetu ya kutoa sumu mwilini, kesho Jumatatu tutaanza darasa labure, la bure la kuondoa sumu mwilini kwa kutumia mwongozo wa lishe wa kuandaa nyumbani. Darasa hili litatolewa bure kupitia kwenye grupu. Ili kushiriki darasa hili, nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo au komenti neno niunge.